Ukipewa ile karatasi ya tatu, jambo la kwanza ambalo nataka kukumbusha kabisa ni muda. Lakini kabla hatujazungumzia mambo ya muda, tutazungumzia muda, tutazungumzia namna ya kukabili maswali, tutazungumzia pia uh, namna ya kujikumbusha vitabu, hasa wakati huu ambao uko karibu kufanya mtihani. Kwa hivyo, nataka kukumbusha tu, hakikisha kuwa umesoma vitabu na kuvielewa. Hakikisha kuwa iwapo ukumbuki vizuri vitabu, chukua kitabu ambacho kimefupisha yale maneno, yaani hapa na maana gani na maana kwa, uchukue mwongozo sehemu ya mtiririko, si unaiona, uipitie. Sasa, sasa si wakati wa kurudi kwenye kitabu kizima, muda sasa, muda umeyoyoma. Wakati wako ni kwenda kwenye kitabu summary. Unaangalia Iwapo ni hadithi yote ile uwezo ukakamilisha. Sasa nikikwambia usome yale mambo yatakuzidi kwenye kichwa. Kwa hivyo unakwenda kwenye kila hadithi, mahali kuna samari unasoma samari peke yake. Sasa si wakati wa kusoma maudhui, sasa hivi ni wakati wako kuangalia maswali na majibu, vitabu vya maswali na majibu. Sehemu ambayo labda utaona kuwa huelewi katika yale majibu, ndio unarudi kwenye kitabu mahali uliandika maudhui, unapitia pitia. pitia. Hakuna wakati utaulizwa swali la maudhui na uambiwe andike hoja zaidi ya ishirini. Kwa hivyo upaswi ku, ku, kuegemea sana, unajikumbusha sasa hivi. Ukikabili baadhi ya maswali matatu manne, utapata kuwa umeelewa kila kitu. Kwa hivyo sasa usianze kusoma hadithi yote, nenda kwenye kitabu. Kuna una vitabu, kuna miongozo mingi unayo, unaweza pia kuazima kidato cha tatu, mahali walifupisha kila hadithi kama ni fadhila za punda kila mchezea wembe, angalia mahali walifu mtiririko peke yake. Ukiangalia mtiririko unakumbuka hadithi yote, na unahakisha kuwa ukiangalia mtiririko, nitakukumbusha vile unaweza kukumbuka. Kwa hivyo akisha umesoma vile vitabu, kavielewa, na kwa sasa nimekuambia kuwa uangalie kwa kifupi kwa sababu imebaki wiki mbili uanze mtihani, na nakwambia, wakati unajibu karatasi ya tatu, ni muhimu sana ukumbuke kuwa ithibati ni muhimu, ithibati evidence, ndio muhimu, yaani katika karatasi hii ya tatu tunaangalia kama umesoma kitabu na kukielewa. Kuna kusoma kitabu na hujakielewa. Utakielewa vipi kitabu? Utaelewa kitabu iwapo unajua wahusika wale wako pale, nani akina nani, matendo yao, kisha utaelewa mandhari. Ukile mambo hayo, unaelewa kila kitu. Ukielewa mhusika, mhusika huyu ni nani? Je, ni babake nani? Yona ni babake nani? Salome, Neema na Azna. Unajiuliza matendo ambayo yamefanya ambayo yanaweza kukumbukwa sana Yona ni yapi? Kwanza alimpiga mkewe, ndio akawa mgonjwa, pia alifutwa kazi. Kuna matendo muhimu, alienda kufurahia uh, kwa, kwa Luka alienda kufurahia na kina Beni, alikuwa na Luka na Beni kufurahia mazao ya kwanza. Hayo ni matendo muhimu sana. Alikuwa wa kwanza kwao kufanya nini, kwenda chuo kikuu. Hayo ni matendo muhimu sana yake. Ukasahau hayo. Ukikumbuka hayo, mengine yote yanakuja peke yake. Kisha ukumbuke sehemu ambazo zinatangamana na Yona. Sehemu ambazo Yona amewekwa ni sehemu zipi? Yona kwanza tumeonyeshwa akiwa pale kwake nyumbani na mkewe, Sara. Anamwitisha chakula. Tukaenda tena tukaonyeshwa Yona akiwa na nani tena? Na mkewe tena. Si wanazungumza. Sehemu hizo zote unakumbuka, hayo ni mandhari, mandhari, mandhari. Unaweza kuhusu muhimu wa mandhari unaweza kutaja sifa Ukimhusisha Yona pia, katika katasi hii maswali mengi yanakuja kinyume, hayaji moja kwa moja vile. Unaulizwa, eleza sifa za huyu. Wakati mwingi utakuwa umepewa ule mhusika kwenye mtihani wako, utakuwa umepewa, utaambiwa andika sifa za anayezungumziwa. Iwapo mjui, sasa hutaweza kujibu maswali. Mengi hayawi moja kwa moja, au unaweza kuambiwa eleza faida hata si faida, eleza eh, eleza umuhimu wa nani, umuhimu wa Buju au unasema eleza Buju alivyofaidi jamii, au eleza hata. Hayo ni kuhusu umuhimu. Tutoke kwenye umuhimu, umeambiwa eleza um, Buju anavyochangia katika jamii, au eleza uzuri wa Buju. Unajua Buju ana mambo mazuri sana Jambo la kwanza, anamwokoa nani? Neema. Pili, anamnulia nini? anawajengea watoto wa, wazazi wa nani? <tip> hey, anamsaidia mtoto wake nani Lemi, homework. anampeleka mina wapi? <tip> Eh, hey, usiangalie upande. Kwa hivyo unaangalia ule musika ambaye una, unafikiria anaulizwa tu ubaya, anaweza kuulizwa uzuri wake. Kwa hivyo anaangalia mambo mengi kinyume pia. uh, unaweza kuambiwa onyeshe. kama ni guza jadi unaweza kuambiwa onyeshe ubinafsi ubinafsi wa wa nani? Ubinafsi wa Magwasha. Ana ubinafsi kwa nini? Ana ubinafsi au. Ukiambiwa onyesha ubaya wa Magwasha utasema nini? Anafichua fichua siri za bosi yake. Bosi wako ameweka vitu kwenye visaraka vya sanduku, unatoa, unaenda kurudufu. Yeah. mfanyakazi aposi kufanya hivyo, si ndio? Mambo yote yale yafanyika kwenye ofisi ya chifu mshabaha anapelekea nani Lonare eh, uposi kufanya, una ubaya wa Magwasha ana mambo yake, mumewe amelewa. Ya mumewe anafanya nini? Ashughulikii familia, lakini anakaa kwake tu, anaenda na mto, anaenda tena ana, anarudi tena, ujinga. Kwa hivyo ukiambiwa, kwa hivyo wanaangalia mambo ambayo. Lakini kumbuka kuwa maswali ambayo watakuuliza yote, hakuna maswali ambayo hawatakuuliza yenye maadili. Hata ikiwa ikija kwenye isha, mambo ambayo watakuuliza yanahusu, yana maadili mambo ambayo we unapaswa kufuata katika jamii na katika dini, kwa sababu Kenya wanaangalia maadili sana. Hatuulizi maswali ambayo yahusu maadili. Maadili ni kuwa na upendo, maadili ni kutagusana ku, ku, ku, ku, vizuri na wenzako, ushirikiano, mambo, maadili ndio yanazingatiwa sana, heshima. Kwa hivyo mambo yanaulizwa hivi. Kwa hivyo tuanze na muda, muda, muda ndio swali la kwanza nataka nishughulikie katika karatasi hii na unaambiwa Muda pale unapata ni saa, ni saa moja na, ni masaa mawili na nusu ndio. Kwa hivyo nakwambia tumia muda wako vizuri, tumia muda vizuri. Na utatumia muda vizuri vipi? Kwanza utatumia dakika kumi kusoma na kuchagua maswali tatu. Dakika kumi za kwanza ni kusoma na kuchagua maswali tatu, na katika kusoma um, maswali haya ambayo ni, ni maswali ambayo nakwambia ni tatu uh, au kujibu. Kumbuka hapa nikisema ni kusoma na kuchagua maswali, nasema pia hapa ndipo unasoma maagizo. Kwa hivyo wapo, unasoma maagizo katika dakika kumi na kuchagua maswali matano, nakwambia kwa sababu swali la kwanza linakuwa ni nini? Ni lazima ni lazima ufanye swali la kwanza, kwa sababu kosa kufanya lile swali la kwanza utasaishiwa kwa alama ngapi? utasaishiwa kwa alama sitini. Iisi Kiingereza, Kiingereza labda unaambiwa, au sijui nani anadanganya wanafunzi kuwa oo, oh, utafanya maswali yote alafu atachagua, utafanya maswali tano kisha tutachagua la, tunasaisha maswali ya kwanza manne, na katika maswali hayo manne lazima kuwe kuna swali la la kwanza. Iwapo utafanya swali la kwanza, utasaishiwa katasi ile chini ya sitini. Kwa hivyo swali la kwanza lazima ufanye, lile swali ambalo umeagizwa kufanya la lazima, lazima ufanye. Hata kama ujui, jaribu, lazima uandike, na wakati mwingi utakuwa unajua, kwa sababu wameangalia kila mwanafunzi wanaleta, wanahakisha kuwa swali ambalo wameleta kila mwanafunzi amelifanya. Kwa hivyo lazima ufanye wewe. Ukienda pale ukose kufuata yale, uta, utapata kuwa ume ume umetoka mbali kabisa, kisha Ninakwambia kuchagua maswali matatu kwa sababu la kwanza ni lazima. Kisha unafanya mengine mangapi? Tatu. Sasa hizi dakika kumi pia ni kuchagua hayo matatu. Nitakueleza namna ambavyo utachagua. Kisha kila swali kufanya dakika arobaini. Kila swali dakika arobaini. Kwa hivyo ina maana gani? Ina maana ukishachagua katika dakika kumi hizi za kwanza, ambapo unaangalia maagizo na nini na kuchagua maswali, katika kuandika majibu yako nakupa dakika, kila swali dakika ngapi? Kila swali dakika 40. Ina maana gani? Ina, ina maana kuwa kila swali katika kila swali hilo dakika 40, dakika tano ni za kusoma swali tena. Wakati wote ukiandika majibu ya swali lazima urudi usome swali tena na tena. Ukiandika majibu wapo, umeambiwa ni alama 20, warudi unasoma swali. Naweza kuwa yule mtu ambaye anaangalia ule mtihani anapita pita pale, ukasahau au mwenzako akaangusha kitu oh, kuna tunatokea mambo mengi kwenye mtihani. Kwa hivyo lazima ushinde ukisoma soma swali lakini ukisoma swali nakupa dakika tano thelathini na tano ni za kujibu kuandika jibu. Kwa hivyo ina maana kuwa iwapo nimekwambia kila swali dakika arobaini na nakwambia tano ni za kusoma swali 35 ni za kujibu, na hayo ni maswali manne, dakika ni miamoja sitini utafanya hesabu yako, na nilikuwa nimekupa za kusoma na kuchagua dakika kumi utapata jumla ni dakika miamoja na sabini na ilikuwa dakika ilikuwa masaa mawili na nusu. Kwa hivyo utapata kuwa utajumlisha. Hakikisha katika kujibu kila swali hujapita dakika thelathini na tano, ndio? U, kwa sababu ukikosa kufanya hivi utafanya maswali yote. Mtihani huu wa kansili ambao utakuja utakuwa unataka kujibu kwa sababu unajua, uh, kila mtu anagojea majibu yako, inakusukuma inakusukuma sana, ma... sana kwa sababu hata mzazi anagojea ma..., labda unataka kwenda chuo kikuu inakusukuma sana. Kwa hivyo wakati wote utakuwa unataka kuandika kuandika na utakuwa na saa hapa umewekewa. Mwalimu mkuu atahakikisha kuwa kila shule inakuwa hivyo. Umewekewa saa. Kwa sababu iwapo una saa, siku hizi saa ziruhusiwi hizi. Kwa sababu za kidijitali hutaruhusiwa. Tumesha kwenda kuzungumzia mtihani. Tumeshaenda huko. Nilienda ni wakati mlikuwa wakati ilikuwa lini? Juzi. Sijui ni juzi ama tuliitwa huko kuzungumzia mtihani. Wamekataa, walisema saa zingi. Kwa sababu nyingi zina nini? Zina mambo haya tarakilishi unaibia mtihani. Kwa hivyo wamekataa. Kwa hivyo utakuwa umewekewa saa pale. Kwa hivyo hakikisha kuwa wakati wote unakaa ukiangalia saa, ni muhimu sana. Kwa hivyo kila swali dakika thelathini na tano. Usisahau sehemu ya pili, nataka kukuambia.